Leo tunakuletea simulizi ya mmoja wa viongozi waliotikisa siasa za Amerika ya Kusini kwa zaidi ya mwongo mmoja. Ni nani, alitoka wapi, na kwa nini jina lake limekuwa likitajwa mara kwa mara kwenye tuhuma nzito za kimataifa hadi madai ya kukamatwa kwake? Huyu si mwingine bali ni Nicolas Maduro. Nicolas Maduro Moros alizaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 11 mwaka 1962 nchini Venezuela. Kabla ya kuingia kwenye siasa za juu, Maduro alikuwa dereva wa basi, jambo lililompa umaarufu kama kiongozi aliyetoka kwa watu wa kawaida. Safari yake ya kisiasa ilianza kupitia harakati za wafanyakazi na vyama vya kijamii Kabla ya kukutana na kiongozi mashuhuri wa Venezuela Hugo Chavez, hapo ndipo maisha yake yalibadilika. Maduro alikuwa mfuasi wa karibu sana wa Hugo Chavez, alihudumu kama spika wa bunge, kisha waziri wa mambo ya nje, na hatimaye akateuliwa na Chavez mwenyewe kuwa mrithi wake wa kisiasa. Baada ya kifo cha Chavez mwaka 2013 Nicolas Maduro alichaguliwa kuwa rais wa Venezuela. Tangu wakati huo, amekuwa madarakani kwa vipindi tofauti vya uchaguzi vilivyojaa malalamiko, migogoro na lawama za kimataifa. Katika kipindi cha utawala wake, Venezuela ilikumbwa na matatizo makubwa. Miongoni mwa matatizo hayo ni uchumi kuporomoka vibaya, lakini pia mfumuko mkubwa wa bei, uhaba wa chakula, lakini na raia mamilioni kuikimbia nchi. Na hii ni kwa sababu serikali ya Maduro imeshutumiwa mara kwa mara kwa kukandamiza upinzani, kufunga wapinzani wa kisiasa na kuvunja haki za binadamu. Kwa miaka kadhaa Marekani na baadhi ya mataifa ya Magharibi yamemkabili Nicolas Maduro kwa tuhuma nzito zikiwemo: kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya, lakini pia kushirikiana na makundi ya uhalifu wa kimataifa, kutumia madaraka ya serikali kulinda mitandao ya uhalifu. Marekani iliwahi kutoa zawadi kubwa ya fedha kwa yeyote ambaye angechangia taarifa zitakazomfikisha Maduro mbele ya sheria. Maduro kwa upande wake alikanusha tuhuma zote na kudai kuwa ni njama za kisiasa za kuiangusha serikali yake. Licha ya yote hayo ambayo yamekuwa yakizungumzwa, katika hali isiyokuwa kawaida, Rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkewe Celia Flores wamekamatwa na Marekani, na hii ni baada ya shambulio kubwa la kijeshi nchini humo. Kulingana na taarifa za Rais wa Marekani Donald Trump, Trump amesema kuwa operesheni hii ilifanywa kwa ushirikiano na vyombo vya sheria vya Marekani na kwamba Maduro na mke wake wamehamishwa nje ya nchi. Sehemu kadhaa ziliweza kukatwa umeme, huku taarifa zisizo rasmi zikisema pia ndege zilikuwa zikiruka juu ya jiji. Lakini katika yale ambayo yalikuwa yakiendelea ni kwamba makamu wa rais wa Venezuela ambaye huyu anafahamika kwa jina la Dels Rodriguez amesema kwamba serikali haijui Maduro na mke wake wako wapi, na imedai kwamba uthibitisho wa maisha kwao. Waziri wa Ulinzi ambaye huyu anafahamika kama Vladimir Padrino Lopez, yeye alisema kwamba shambulio hilo limekumba maeneo ya raia, na serikali inaendelea kukusanya taarifa kuhusu wale ambao walikuwa wamepoteza maisha sisahau tu kwamba Trump na utawala wake walikuwa wakimkosoa Maduro kwa kuhusika katika usafirishaji wa dawa za kulevya nchini humo, haswa aina ya dawa inayofahamika kama fentanyl, pamoja na kokaini na kumtuhumu kuwa kiongozi na mshirika mkubwa watu wa watuhumia wakubwa wa dawa za kulevya nchini ambaye anafahamika kama Cartel de los Sores. Aidha, Trump pia alimshutumu Maduro kwa kuhusika na kuingiza maelfu ya wakimbizi wa Venezuela nchini Marekani na inatajwa wanafikia zaidi ya watu milioni nane kutokana na mzozo wa uchumi na ukandamizaji wa kisiasa tangu mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Usishangae sana kuhusiana na hayo ya Maduro kwani historia ya kisiasa ya Marekani imejaa visa vingi vya kuvamia nchi za kigeni ili kukamata viongozi. Operesheni hizi mara nyingi zimeibua mijadala mikubwa kimataifa, huku baadhi ya mataifa zikionyesha hasira na hofu na wengine kushangaa jinsi hatua hizo zinavyotekelezwa. Na hawa ni viongozi waliowahi kukamatwa au kuangushwa na Marekani. Wa kwanza ni Manuel Noriega, huyu ni kutoka Panama. Mwaka 1989 Marekani iliivamia Panama na kumkamata kiongozi wake Manuel Noriega, akishutumiwa kwa biashara ya da dawa za kulevya na ufisadi. Operesheni hiyo ya kijeshi inayoitwa Operation Just Cause ilihusisha majeshi ya Marekani kuingia Panama City na baadaye kumpeleka Noriega Marekani kwa mashtaka ya jinai. Tukio hili linachukuliwa kama mfano wa kwanza wa moja kwa moja wa Marekani kukamata kiongozi wa nchi jirani. Wa pili ni Serbia. Slobodan Milosevic kutoka Serbia. Slobodan Milosevic ambaye huu ni rais wa zamani wa Serbia na shirikisho la Yugoslavia alikamatwa mwaka elfu mbili na moja na mamlaka ya Serbia na kupelekwa mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa vita ICTY The Hague. Marekani haikuwa nyuma katika harakati za kutiwa kwake haiku nguvuni, haikumtia nguvuni yeye mwenyewe, bali ilishirikiana na vyombo vya kimataifa kuhakikisha kwamba anakabiliana na mashtaka ya uhalifu wa kivita ikiwa ni pamoja na mauaji na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika mizozo ya Balkan. Mwingine ni Saddam Hussein, huyu ni wa Iraq. Saddam Hussein alikuwa rais wa Iraq kuanzia mwaka 1979 hadi kuangushwa kwake mnamo mwaka 2003. Alijulikana kwa utawala wake wa kiimla, ukandamizaji wa wapinzani na vita vya kikanda kama ya kimataifa kwa uhalifu wa kivita na mauaji ya kimbari. Alikamatwa mwaka 2019. Hata hivyo, Marekani ilichukua jukumu la kisiasa na kisheria, ikilazimisha hatua za kimataifa kumfanya akabiliwe na mashtaka, ikionyesha ushawishi wa Washington bila kufanya uvamizi wa moja kwa moja ilionyesha tu ushawishi wake lakini haikuhusika kumkamata moja kwa moja. Na ambaye tunamzungumzia sasa ni Nicolas Maduro kutoka Venezuela. Tukio la hivi sasa la kukamatwa kwa Nicolas Maduro na mkewe kwa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani linaongeza sura mpya katika historia hii. Marekani inadai kumkamata Maduro na mkewe kupitia operesheni ya kiwango kikubwa ililenga kudhibiti biashara haramu ya dawa za kulevya na rasilimali za mafuta na kuondoa viongozi wanaoshutumiwa kwa ufisadi na ukiukwaji wa haki za binadamu. Tukio hili linaonyesha jinsi Marekani inavyoweza kutumia nguvu za kijeshi na mbinu za kisiasa kukamata viongozi wa kigeni. Historia ya Marekani inaonyesha kuwa kukamata viongozi wa kigeni ni sehemu ya mtindo wake wa kisiasa na kijeshi unaoendelea, jambo linaloibua mjadala juu ya uhuru wa taifa, ushawishi wa kigeni, na nafasi ya Washington katika masuala ya dunia. Wewe utatuambia ni kiongozi gani ambaye unamkumbuka na hakutajwa hapa? Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu mbalimbali mbali ambazo huwa tunakuwekea hapa.